Moja kati ya wale influencers wa Young Africans Machiri Yanga, eh, uwezi kuitaja Young Africans pasina e, mchango wake Machiri na, miongoni mwa watu ambao umeandaa umeongozana na e, na Young Africans leo kuhakikisha kuwa mnabeba maandalizi ni yapi kuhakikisha kuwa mnakwenda kumkabili mtani wenu ikiwa analihitaji taji hili kwa udi na ufumba? Ah, mimi nafikiri jambo la kwanza tumshukuru tu Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndio anatupa afya na leo tupo uwanjani kwa ajili ya kuja kushuhudia dabi yetu, hmm. lakini yote kwa yote niseme kitu kimoja, maandalizi yako vizuri kwa wachezaji, benchi la ufundi, maandalizi yako vizuri kwa uongozi wetu, hasa kupitia kwa engineer Haris Saidi, mkurugenzi wa mashabiki na wanachama, idara ya mashabiki na wanachama, ndugu yetu Ibrahim Samuel, ametuandaa vizuri sana mashabiki lakini, yote kwa yote pia tujipongeze hata influencers wa Yanga, kazi kubwa ambayo tunaifanya. Tunafanya kazi kubwa sana, Machiri Yanga, Godi Yanga, Baraka Yanga, Tina na wengine wengi sana ambao tunapushi, tuna, tuna kwa namna moja ama nyingine ajenda za yanga zinapokuwa mlangoni kwetu, au sio bana? Kwa yote kwa yote, yote niseme kitu kimoja, sote sisi tunavyotuona tumepushi, na leo ndio maana tunaoona tuko Benjamin William Mkapa. Yote kwa yote ni kwenda kuzungumza kufuatilia mchezo wetu wa dabi ambao ulikuwa na misuguano mingi kutoka tarehe 8 tarehe 15 mpaka leo juzi. 25. Baada jana e, kwenye pesi mazungumzo na wandishi e, na, na wanahabari kuelekea mchezo wa, wa siku ya hii leo. Mtani alikula manyoya akaingia mitini, watu wakaingiwa na hofu kubwa na taharuki ya kusema labda la kesho tutamkosa kwenye pichi, lakini masaa machache hapo kabla nyuma tumeshuhudia ameposti ya kusema akisema ya kwamba nitakuwepo. Ah, mimi nikwambia kitu kimoja alichokifanya Simba Sports Club ni sawa sana na mwanamke kumgomea mumewe, sawa sana na mwanamke wa mtu kumgomea mumewe tendo lile ambalo mwanaume alilipia mahari, umeelewa vizuri mm. kwa hiyo sisi kama, kama wanaume katika soka hili kama baba soka hili nilishawai kuambia siku moja kwamba sisi ndo waasisi wa mpira wa miguu Tanzania. Imeanzishwa Dar es Salaam Young Africans mwaka 1935, hakuna bodi ya ligi, hakuna TFF hapo, unaelewa vizuri 1935. Imeanza kwanza Yanga, vikaja vilabu vingine, ikaja TFF, ikaja bodi ya ligi na hivyo wanavyovizungumza, lakini alichokifanya nani Simba, kuto kwenda kuongea na waandishi wa habari jana, ile saa nne asubuhi wanaita meeting, meeting ile sio yeah. kwa hiyo kiufupi, sisi tulijua kabisa ni mining game ambayo walikuwa wanaenda kuifanya, kwamba kwa namna moja ama nyingine tulitafsiri tu kwamba anataka kutunyima mifumo ya kibiashara gate collection mm. iwe ndogo, lakini Yanga kwa sababu ni wakubwa yeah. na wanajua nini ambacho wanakifanya mm. wakaongea na Nkadi mm. kurudisha zile zile kadi ambazo watu walishazilipia tarehe nane yeah. kwa hiyo tulipoishia pale yeah. Tunakwenda kuongeza mbele yake mpaka sasa hivi ninavyokuambia yeah. Yani takribani tiketi ambazo zimenunuliwa mpaka sasa hivi si chini ya watu elfu hamsini tayari yeah. Kutoka wale ambao walilipa tarehe nane na sasa hivi ukijumlisha, tayari wameongezeka, wamekuwa watu elfu hamsini na tunakwenda kumaliza nini? Kujaza uwanja. Kwa hiyo all in all ni kwamba uwanja ukijaa, uwanja usipojaa, tayari mapato yanga walishacheza cheza na mining game ambayo waliifanya nani Simba Sports Klabu kutunyima sisi za, za, yani za viingilio tulichokifanya ni kitu kimoja tu. tumekwenda kupushi pale ambapo tuliishia tarehe nane. Tukaruhusu watu watumie kadi zile zile. E, iwapo dakika 90 zimemalizika, watu bado wana kiu cha, cha, cha, cha kutaka kujua nini ambacho kitakwenda kutokea. Ukimya wa Simba unaweza kawa ni fumbo ambalo litakwenda kufunguka mnamo, e, mnamo dakika 90 zitakapomalizika, watu bado wanasubiri kwa hamu kubwa ule ukimya utakwenda kulipa nini kwenye pichi. Sisi tulishowai kuongea miaka ya nyuma siku za nyuma uko na media nyingi sana kwamba uongozi wa Simba sio uongozi rafiki kwa wanachama wa Simba Sports Club, sio uongozi, wanatakiwa watoke, kama TP Mazembe inatoka kwao inakuja ndani ya viunga vya Jangwani katika klabu ya Dar es Salaam Young African na kuja kujifundisha somo la uongozaji wa timu zao. Zimekuja tumeona sofa pa kazi, zimekuja tu team nyingi kuja kujifunza. Walichokuwa natakiwa na wao Simba Sports Club wasiogope. Viongozi wao wende wakajifunze kupitia engineer Saidi, kupitia CEO wa Dar es Salaam Young Africans Andrew Mtine, na kupitia idara ya wanachama sawa, kwa kwa, kwa ndugu yetu Ibrahim Samuel. Waende wakajifundishe nini wanachotakiwa kufanya ili klabu yao ikae katika ubora. Leo hii umeona ndugu zetu tuambii mapema, tukajua tunajiandaje, watu wa mikoani wapi kwenda kwenye mechi aaygamba. Hmm. Unagawa mashabiki wa Simba wanachama wa Simba, na hichi leo wameenda kukiri, kwa sababu sisi tulishawahi kuongea huko nyuma kipindi kirefu sana kwamba Simba Sports Club viongozi wao ndio wanaovigawa mashabiki wao, ndio wanaogawa wanachama wao kwao. Mpaka sasa hivi tumeamini na wao wenyewe wamekiri kwamba uongozi wao unawagawa. mashabiki wa Yanga waje kifua mbele, wa mbele. Mashabiki wa Yanga wanapokutana na Simba ni sawasawa na wewe umetoka kwenye mizunguko yako unaenda nyumbani unakutana na mkeo, kinachofuata eh, ni busu. Baada ya hapo ndani unapewa tendo lako. Una ugeni upo ugeni upo. Ni kwamba leo hii mimi imeangalia presha ya mechi ambazo dabi zinapokutana, mara nyingi mashabiki wa Simba wanakuwa na presha sana, na sio mashabiki wa Simba tu, mashabiki wa timu nyingi. A, hii Tanzania nzima na Afrika nzima tunapokutana nao na wanapokutana na Yanga, yani wakisikia tu wanakuja kucheza na Yanga, mashabiki wanakuwa na ile pressure miemko, wanakuwa wengine wanazimia. Lakini leo nimekuletea mtu rasmi, yani leo nimekuletea Dr Zawadi. Yani Dr Zawadi leo anakuja kujitambulisha rasmi kwamba yeye ni dokta wa mashabiki wote, sio mashabiki wa Yanga, mashabiki wote wote ambao wanadondoka dondoka. Mama Samia Suluhu Hassan, kuanzia sasa hivi bajeti ya ambulance pale uwanjani isiwepo, yani sasa hivi tuna maalum ambaye atashughulikia hivyo vitu. Dokta, hebu njoo mara moja. Dokta Zawadi, hebu njoo, dokta, njoo. Umemwona huyu hmm. Huyu ni dokta ambaye yupo hmm. rasmi hmm. kwa ajili ya mashabiki wote hmm. Iwe Dar es Salaam African Simba Sports Club vilabu vingine vyote, lakini kwa mechi kama ya leo nimekuja kumtambulisha rasmi, kwa sababu tunaamini wengi watadondoka na wengi wanaweza wakapoteza maisha yao, kwa sababu kuna goli sopungua nne mpaka tano. Daktari yupo, daktari Zawadi, daktari Zawadi, habari ja za muda huu? Nashukuru Mungu. Si umejiandaa vipi na pressure ya dabi ya Kariakoo ya? Ah, nimeandaa kusaidia ndugu zangu. Umejiandaa hmm. Kuwasaidia ndugu zangu kuwasaidia ndugu mm, upande wa Simba aisa, Yanga Africa upande wa madunduka. Nani madunduka? Kwa hiyo ni daktari kutoka Yanga Africans, yeah? Washabiki uko uko uko kati kwa kati, tunasaidia huku na huku, nasaidia huku na huku, ila Yanga Hawanaga pressure kwanza, hilo ndo maana wakaamua kuja na mpango huu ya kwamba waleta daktari ambaye atakuwa anasaidia wale wanaoanguka uwanjani. E, ukiangalia dabi iliyopita wengi walizimia, wengi walikufa, wengine wamepoteza familia. Kwanini ni uteseke? Mm, nipo kwa dokta, nitakupa ushauri kama kuna, yani, kama itaonekana mechi uwezi kuiangalia nitakwambia tu, ndugu yangu, afya yako hairuhusu kuingia uwanjani. Kuna ambao tayari wamekwisha wazuia kuingia uwanjani. Hapa nimefika, nimeangalia wawili, mm, nimeangalia afao, yani waruhusu kuingia uwanja, nimewapa yani ushauri kanine upande, upande wa Simba. Simba Sport. Kwa nini Simba tu? Wao, yeah, ndio wana pressure pressure. Hmm. pressure nyingi kule ndugu, hasa yeah, kama ndugu wangu hapa Machiri yeah, eh, ame amekuja hapa amekuja kuzurura, aje kuangalia mpira yeah, aje kuangalia mechi huko aje kuzurura. Utafungwa daktari. Falme mwituni, tutafungwa? Hapana, umekosea. Mpila unadunda mpila. Sawa, sawa. Umekosea mm. omba samani basi. Peleka neno la salamu kwa wale wote ambao wanakutazama hivi sasa. Napenda kumshukuru kakangu Machiri, mm. na wengine wote ambao wananifuatilia mm. Nawapoongera zao wazidi kunifuatilia, ila mimi sio daktari wa Yanga tu pantmtawappatkanaaota amekanyaga kama Machiri wale, yani, ka ka wale watakaohitaji huduma yako wakimpata Machiri. Shukrani e, sana na nikutakia siku njema pia na nawe pia, kakangu, kazi njema. Kuko pande upi Simba ya? Ah, Mwananchi, shukran <laughs> <laughs> e bana, mimi ni kwambia kitu kimoja, mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, popote unapoiona Dar es Salaam Young Africans jua imekuletea daktari wa mashabiki. Hatutaki kuona watu wanadondoka dondoka kwa presha. Leo hii tumewapata zaidi ya watu kumi ambao daktari amewa, amewaambia, amewapa ushauri kwa mechi hii ya leo hamustahili, nyinyi mashabiki wa Simba msiangalie hii mechi leo, amewashauri ila mkiingia ndani, kitakachotokea msiseme sijawashauri, amewashauri dokta. Kwa hiyo mimi niwaambie popote mnapoenda, ukijiona wewe afya yako sio nzuri, kutana na Daktari Zawadi, atakupa ushauri na atakushauri nini ambacho natakiwa kufanya. Achili shukrani sana na nikutakie siku njema, na pia nikutakie mchezo mwema. Asante sana, asante sana hey. Mchezo ndani ya saa kumi na moja kamili. Ee bwana, haina kipengele dabi ya mama hmm, Samia Suluhu Hassan. Yani ilikuwa inaitwa dabi ya Kariakoo, sasa hivi tumeongeza kipengele. Kipindi kile tulikuwa nasema hatuchezi, baadaye tukaja na kipengele hatuchezi ngo. Sasa hivi ilikuwa dabi ya mama, sasa hivi tumeongeza kipengele da, dabi ya Kariakoo, sasa hivi tumeongeza kipengele dabi ya, kipengele. Dabi ya? Yeah, mama haina kipengele cha kugoma. Unataka unacheza, utaki utacheza. Njooni njooni tuabutue